Kuhamishwa kwa Wapalestina kutoka katika eneo la ukanda wa Gaza kwa lengo la kupisha ujenzi katika eneo hilo. Wapalestina hao wanatakiwa kuhamishwa na kupelekwa nchini Misri na nchini Jordan. Ni kauli ambazo rais wa Marekani Donald Trump alitoa kutokana na makubaliano kati ya jeshi la Israel na wanamgambo wa kundi la Hamas. Rais wa Marekani aliweza kupandikiza hivyo na katika mitandao ya kijamii, ni wadau na wale ambao wanaofuatilia mzozo huu wa kihistoria wa Mashariki ya Kati wanahoji kwa nini mataifa ambayo yamechaguliwa na rais wa Marekani iwe ni Jordan na Misri kwa ajili ya kuwapokea wapalestina hao ambao wanaotakiwa kuondoka katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Imeweza kuyachagua kuwapokea wapalestina na kile ambacho kinatajwa kulingana na uchambuzi wa masuala ya kimkakati katika ukanda mzima huu wa Mashariki ya Kati. Inatajwa kwamba mataifa ambayo yana ushirikiano wa karibu na Marekani katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati ni Jordan na Misri, na ni mataifa mawili katika ukanda huu ambayo yanategemea kwa kiasi kikubwa msaada wa kiuchumi na ulinzi kutoka nchini Marekani. Na inatajwa kwamba mshirika wa kwanza katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati kabla ya Israel katika sekta ya ulinzi ni Misri. Misri inapokea kiwango kikubwa katika bajeti yake ya ulinzi kutoka nchini Marekani ili kuhakikisha kwamba taifa hilo linakuwa salama kwa lengo kama inavyotajwa kwa ajili ya kuilindia usalama Israel katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. Hivyo basi, mataifa ambayo yamechaguliwa na rais wa Marekani ni Jordan na Misri. Katika sekta yake ya ulinzi, Misri inategemea kwa kiasi kikubwa msaada kutoka nchini Marekani. Vivyo hivyo pia Jordan inategemea pia msaada kama huo kutoka nchini Marekani kwa kiasi kikubwa. Katika bajeti yake kila mwaka na utakumbuka kwamba wakati ambapo kulikuwa kumezuka mzozo edha, mgogoro wa moja kwa moja kati ya Israel na Iran, wakati ambapo Iran ilichukua jukumu la kujibu kwa makombora baada ya kushambuliwa na jeshi la Israel, basi makombora ambayo jeshi la Iran ilivurumisha kuelekea Israel, makombora hayo yaliweza kuzuiliwa na mfumo wa kujihami na makombora wa jeshi la anga la Jordan. Makombora kadhaa ambayo yalivurumishwa na jeshi la Iran kupitia anga la Jordan, basi makombora hayo yaliweza kuzuiliwa na jeshi la anga la Jordan, na hii inaonyesha ya kwamba ni ushirikiano wa moja kwa moja, aidha makubaliano ya moja kwa moja kati ya Jordan na Marekani kwa ajili ya kuilinda Israel katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. Naombi aidha, pendekezo hili kutoka kwa rais wa Marekani kuyataka mataifa haya mawili kuwapokea Wapalestina kutoka katika eneo la ukanda wa Gaza, viongozi katika mataifa hayo wamefahamisha ya kwamba Wapalestina katika eneo la ukanda wa Gaza wasalie katika eneo hilo, huku Misri tayari imekwishaanza kupeleka majumba ya kuhamishika katika eneo hilo la ukanda wa Gaza ambalo limeharibika kwa kiasi kikubwa, ili kuhakikisha ya kwamba Wapalestina katika eneo hilo wanaishi katika mazingira ambayo ni ya kibinadamu. Kwa upande wake mfalme wa Jordan amefahamisha kwamba Wapalestina pekee ambao watakaopokelewa nchini Jordan ni watoto ambao ni wagonjwa na wale ambao watakuwa wakiwasaidia wakati wakipatiwa matibabu. Hivyo basi bado ni mjadala mkubwa kati ya Marekani na washirika wake hawa wawili katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati, na vivyo hivyo rais wa Marekani Donald Trump tayari amekwisha toa vitisho dhidi ya mataifa hayo iwapo viongozi hao wataendelea kuwa na msimamo wao huo, ya kwamba hawatowapokea wapalestina hao kutoka katika ukanda wa Gaza ili kupisha shughuli za ujenzi katika eneo hilo. Ni jamisa na utamaduni, tuachie mtazamo wako kuhusu kile ambacho kinaendelea kati ya Marekani na washirika wake hawa katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati.